Habari gani, hii ni Alzenjbary Technology, sehemu ambayo tunapeana utaalamu wa teknolojia na leo nakuletea kitu adhimu ambacho watu wengi walikuwa wakiniomba na wakikisubiria, lakini leo nakileta. Vipi unaweza kununua bidhaa mtandaoni? Ndiyo swali. Kwenye video hii nitaeleza kila kitu, na mtazamaji Video hii itakuwa ndefu kidogo, kwa sababu tutakuwa tunazungumza mambo ya pesa. Mambo ya pesa hayataki maelezo ya shortcut, kwa sababu unaponunua biashara, unaponunua bidhaa unahusisha mambo ya pesa. Kwa hiyo tulia, tulia, tulia, sikiliza video mwanzo mwisho, na mimi nitakwenda deep kabisa. Yani nitachimba chimba, nitachimba kwenye maelezo kiasi ambacho ukitoka hapa, we ni master kwenye mtandao. Hakuna anayeweza kukushika tena kwenye biashara hii ya kununua bidhaa kwenye mtandao moja kwa moja bila ya kupoteza muda. Unaponunua bidhaa mtandaoni, lazima uende kwenye internet, na mimi nitakwenda kwenye internet kwa kutumia kompyuta, lakini nachokifanya kwenye kompyuta hii na hicho hicho unaweza kufanya kwenye simu. Unaweza kufungua browser yako kwenye simu, kama unatumia Chrome au unatumia yoyote, nayo yafanye hapa na wewe ukayafanya hivyo hivyo moja kwa moja bila kupoteza muda, bila kupoteza muda. Sasa naomba niende nika niende moja kwa moja kwenye internet, moja kwa moja bila kupoteza muda, moja kwa moja nende kwenye internet. Sasa nitatumia ni, ni browser ya ya Edge, nitafungua browser, ya browser yangu ya Edge. Browser yangu tayari imeshafunguka hapa, ndiyo nachagua mimi nende kwenye mtandao gani kwa ajili ya kununua, na kukumbusha mtazamaji kwamba sio kila kinachouzwa mtandaoni, wengine huwa ni wakweli, la wengine huwa ni waongo. Kwa hiyo angalia sehemu gani unanunua bidhaa mtandaoni. Mitandao ambayo inakubalika ni kadhaa, sio yote. Naomba nikutajie mitandao maarufu AliExpress, mtandao wa kwanza, eBay, Amazon, na kuna baadhi ya mitandao mengine, lakini hii mengine siwezi kukutajia kwa sababu sijawahi kuexperience kununua kwenye mitandao hiyo. Huu ni kwa upande wa mitandao, lakini na wewe mwenyewe binafsi, kabla ya kwenda kwenye mtandao, lazima uwe na njia ambayo wao watapata pesa yao. Tukumbuke kwamba tunafanya mtandao, kwa hiyo matumizi yetu tutakuwa tunatumia akaunti ima za simu au za benki, ili kuwalipa pesa zao. Hawa watu hatuwezi kuwapelekea pesa mkononi kama maduka ya kawaida, kwa hiyo unatakiwa uwe na akaunti labda ya benki benki ambayo akaunti yako iwe na Mastercard au Visa card. Lakini kwa sasa hata mitandao ya simu Yas na M-Pesa wanazo hizo huduma, unaweza kufanya malipo online. Mambo hayo muhimu kuyazingatia, muhimu. Sasa moja kwa moja nakwenda kwenye mtandao. Mimi leo nitakwenda kwenye mtandao wa AliExpress, tenda kwenye mtandao wa AliExpress, taandika AliExpress, utakuja chini hapo, wa kwanza huu hapa AliExpress express utafungua. Sawa nimeshafika kwenye bidhaa za AliExpress hapo, au kwenye mtandao wa AliExpress kama unavyouona, mtandao una una soti nyingi au una, una mambo mengi, lakini kubwa zaidi ambalo nitakufundisha nita kwa sasa ni hii search engine hapa, hapa sehemu ya kusachi hapa. Kuna maduka zaidi ya mamilioni, huu mtandao una vitu. Kama utaamua kutafuta leo mpaka kesho kutwa humalizi kwa sababu maduka makubwa yote nchi nzima labda China, Canada, Marekani, wapi yote yamo. Kwa hiyo utaangalia duka gani na duka gani? Kwa hiyo njia rahisi ni kutafuta kwa kutumia search engine. Search engine ni sehemu ya kusearch. Kwa mfano mimi leo nataka ni ninunue ni, cover ya simu, naandika labda iPhone, iPhone, iPhone case au iPhone cover hii hapa ya pili. Nikiandika option, naandika hiyo sawa, ikiandika hapo, zitakuja zote, zitakuja zote hapa, zote yatakuja mambo tele. Kwa hiyo hapa ni mie mwenyewe na uamuzi wangu. Hii hapa inauzwa elfu tano ukiangalia hapa chini, hapa hii, hii ya kwanza hii, na bei yake imeandikwa hapa. Elfu tano mia saba ya pili hii hapa ya pili imeandikwa elfu mbili. Unaona bei zilivyo tofauti. Ya tatu inauzwa elfu nne na bei tofauti. Sasa mimi leo nataka ninunue hii hapa ya pili ya shilingi elfu mbili. Hii hapa elfu mbili tu, hii inauzwa na, naifungua hii. Nikisha ifungua tayari hapa imeshakuja hapa. Jamani, kuna mambo muhimu sana ambayo watu wengi tunakuwa tuna tuna feli au tunakosea, na ndio maana unaambia mtandaoni, watu ni waongo, wanaweza unaweza kununua gari ukaleta watoi, si kweli? Kinachotokea, sisi tunaangalia bei, hatuangalie maelezo. Baada ya kufungua bidhaa, maelezo yote hapa kwanza yatakuja. Ni hatua muhimu sana, mtu anatakiwa aisome kama ulivyoona hapa juu kabisa, hapa kava hii hapa imesha kuja upande huu. Nikibonyeza hapa naona upande huu wa kava, nikibonyeza hapa naoneshwa mwonekano wa pili. Nikishusha chini hapa upande wa chini hapa naoneshwa nje, nikiweka hivi naoneshwa upande mwingine, nikiweka hivi, nikishusha chini naonesha hivi. Unaona, kila kitu kinaonekana. Halafu huku naambiwa kwamba alafu hapa nikija naambia kwamba kava hii inauzwa shilingi elfu mbili shilingi elfu mbili Haya, haya, huku mengine ni mambo ya zamani, kwamba ilikuwa kiuzwa elfu mbili na mia saba Hapa chini zaidi, kuna kuna hayo ma aina ya hiyo kava. Alafu chini hapa kuna maelezo mengi hapa, no boxi chini, kuna maelezo kala no boxi. Hapa unaweza kuchagua rangi kama hizi. Kava zipo za rangi tofauti. Mimi sitaki ya rangi, nataka ije, ije na box. Nataka isije na box. Unachagua, ukisema ije na boksi, bei huku juu imeongezeka. Umeona huku imeongezeka mia tano, kwamba ije, ije, ije, ije, ije imepakiwa. Sitaki iwe packed hapa, imepungua chini. Hapa naambiwa sasa for iPhone for 15 Pro 11, maana yake nini? Kwamba hii cover hii cover hii zipo za simu tofauti. Wewe unataka ya simu gani unayotaka hapa, nataka nataka ya hii iPhone 14. Haya, iPhone 14, nashuka zangu chini. Jambo muhimu, tunashuka chini hapa chini related item ni biasha, ni bidhaa ambazo zinafanana na hiyo, kwa mfano cover hii na cover hizi zinafanana, la msingi. Sasa unashuka chini chini chini chini kabisa hapa sasa, kuna sehemu imeandikwa specification specification. Jamani, hapa ndipo tunapo feli. Watu wengi huwa hatutaki kusoma, tukishaangalia bei tu tunakwenda zetu tu. Naambiwa kwamba hai concern hii hapa, anaambiwa type bumper hai pia nini, ni bumper ambayo okay. Hapa hapa naambua high concern, chemical ina chemical, haina hii ikoje, inaandikwa hapa, magnetics anti scratch dust draft, kwamba hii cover ina magnetic nyuma e, halafu inakuwa haichuniki na pia inazuia ina, ina na vumbi, lakini imetengenezwa kwa materio gani? bumper Type bump sasa. Hapa mwenyewe kichwani mwako utajua kama bump inadumu au haidumu, kazi ni kwako. Kila kitu utaambiwa, kama hii suruali kwa mfano, suruali imetengenezwa kwa material gani, utaambiwa hakuna kinachodanganya hapa. Sawa, unakuja chini na maelezo ni mengi mengi mengi mengi, mpaka komenti za watu sasa ukishuka chini huku chini zaidi huku takuta phone cases. Huyu mtu anayeuza hii hii, hii bidhaa hii bidhaa ni huyu phone cases huyu duka lake kandika hili phone cases zero one kwenye mtandao chini hapa, utakuta positive feedback hapa. Huyu manake ana, ana tabia gani? muongo ni mdanganyifu nini? sehemu nyingine huku kwetu, huwezi kujua kwamba huyu mtu ni muongo au si muongo, yani nakusudia wale wafanya biashara. Lakini hapa huyu anaonekana ni mtu mwaminifu na ana followers hawa hapa na unaweza kumfollow sasa. Kama unataka kuwasiliana naye kwa message, unaweza kumtumia message hapa, unapoona hapa hapa hapa, hapa, hapa. kama unataka kumtumia message. No, mimi mimi sitaki nimtumie message hapa. Kama unataka kumtumia message utamtumia hapa, mutawasiliana hapa kama mna mazungumzo yenu wenyenu binafsi, lakini sitaki mazungumzo mee. Sasa narudi juu tena, hapo nilikuwa na kuonyesha upande waku, wa kushoto wa hizo bidhaa. Sasa nakwenda upande wa kulia hapa, upande huu huu, huu, upande huu. nakwenda upande huu, upande huu ni, ni muhimu sana hapa, hapa tayari imeshaandikwa shipping to Zanzibar, shipping to Zanzibar kwamba bidhaa iletwe mpaka Zanzibar. Nitakuja hapo baadaye, unaweza kubadilisha vipi. Nitakuja hapo sasa hivi, niko kwenye kukuonesha mambo ya, ya specification, lakini atakayesafirisha ni huyu AliExpress, huyu ndo atakayeleta mzigo AliExpress committed. Commitment. huyu ndo atakayeleta mzigo na mzigo yani shipping kusafirisha ni, ni shilingi elfu kumi na nne na kitu Ona hii alafu hapa utakuta deliveries siku thelathini. Kwa hiyo siku 30 30. hapa ndio wanakuambia kwamba mzigo wako utafika ndani ya siku 30. Sasa hapa iko bidhaa kwenye mtandao unaambwa free shipping. Free shipping maana yake unazikwepa gharama za kusafirishia hizi hapa tulizozitaja, hizi inakuwa bure. Sasa hapa maana yake ni kwamba mpaka apatikane mtu mwingine anayesafirisha au huu mzigo utasafirishwa kwa njia ya meli, unaweza kufika miezi mitatu minne mitano. Hapo ndipo watu wanaposema kwamba ah, jamani ah, ni uongo, mpaka leo hujafika. Kumbe yeye alivyokuja kuchagua huku alichagua free shipping. Na mimi hapa naomba nabonyeza ni, na hapa nikibonyeza hapa nitaambua kwamba utasafirishwa kwa, mba, utasafirisha kwa, kwa AliExpress na tracking available tracking available, maana yake ni kwamba huo mzigo kila hatua utakaopitia mimi nitafuata nitaambiwa, ni, ni, ni kama ulitoka uwanja hapo uwanja ndege, ukafika hapa, ukafika hapa, ukafika hapa, mambo yote nitaambiwa hapa. Kwenye ni siku thalathini, maana yake mzigo huo hautofika siku thalathini. Yategemea sasa wewe uko sehemu gani. Kwa mfano sisi tulioko Zanzibar mimi na, nanunua mizigo wastani inakuwa ni siku kumi na nne, japo wao wananambia siku thelathini. Chini hapa naendelea tena chini hapa hapa hapa, return and refund policy. Maana yake ni kwamba ni return on, on, on refund policy, kurejesha mzigo pamoja na kulipwa. Huku mtandaoni ukinunua bidhaa ukaletewa sio, basi unarejeshewa mzigo wako, yani una unaletewa mzigo mzigo mwingine kama ule halafu unalipwa. Tofauti na kwetu, mmoja akwambia basi nikupe pesa nusu, huku haiko hivyo. Lakini la msingi iwe umechagua ulichochagua, je, yes, sicho ulicholetewa. Usije ukachagua jambo halafu ukajaona ah, mimi sitaki ukarejesha, watu hilo hawatozingatia ulichochagua kikibadilishwa basi utaletewa na utalipwa. Mimi mwenyewe yashawahi kunikuta na nishalipwa chini. Hapa utabonyeza utabonyea chini hapa ni mambo ya, ya quantity idadi, unataka ngapi? Kumi, ishirini, na kila ukichagua nyingi bei inapungua. Halafu kinachofuata hapa ni buy now. No, unaiona hii buy, kama ulivyoiona rangi yake, buy imekaa rangi nyekundu. Hapa chini imekaa add cart. Add cart ni sehemu ambayo kama umeshanunua kama umeshachagua bidhaa unataka kuiweka kwenye kile yani, kama sehemu hivi. Hiyo sio darasa yake kwa leo. Leo naomba niende kwenye kununua moja kwa moja na bonyeza kununua. Ikisha bonyeza kununua, e, kununua itanambia ita register au kujuu register au sign in, maanake jisajili au sign in. Unaweza kujisajili ndio kwa mara ya kwanza au sign in, kama una, kama unayo e email unaweka email yako hapo alafu una continue, kisha utaweka na password zako alafu una sign in. Nimeshaweka email yangu, nimesha sign in. Ukiangalia hapa juu imenambia shipping address, maana yake hizi ni taarifa zangu ambazo mie za, za kuletewa mzigo, shipping address aa, na chini kuna payment method, njia gani za za malipo ambazo nitatumia hapa. Kuna visa hapa kuna visa na hapa chini kuna hiyo bidhaa yenyewe na gharama zake na kila kitu. Hizi ni kwa sababu mie tayari nimesha jaza, nimeshawahi kutumia. Sasa kwa mtu mpya ambaye hana hizi taarifa zake hapa, atakutana na na kipengele hichi, hichi, hichi hapa. Atakutana, na kipengele hichi hapa atakutana na kipengele hichi hapa atakutana na kipengele hichi kama nilivyosema kwamba mimi nimeshajaza hizi taarifa, nimekuta hivi lakini kwa wewe ambaokuwa hujawahi kuutumia hata siku moja utakutana na kipengele hichi hapa kwa ajili ya kujaza taarifa zako. Jambo la kuzingatia ni hilo hapa juu, maana akichagua nchi au mkoa, mimi hapa nimechagua Zanzibar moja kwa moja, ndio nchi yangu. Kwa wale ambao wako Tanzania, ukiwa hapa huko ukiwa huko Tanzania utaweka hapa hapa, zinaka nchi tu, haikai haikai mkoa. Sije kusema Tanga au wapi wapi wapi. Wale zangu anasema Zanzibar si nchi, sitaki nizungumze <laughs> mambo ya kisiasa, lakini jamani, hapa unakuta hapa imekaa Zanzibar. Au yule ambaye yuko yuko yuko yuko, mfano Kenya utachagua Kenya utachagua ah, South Sudan. Utachagua kokote uliko wewe utachagua hapa, lakini hapa nitachagua Zanzibar kwa sababu ndio niko, niko Zanzibar. Alafu contact, contact information hapa utaweka jina lako Ali tuseme labda Ali kwa mfano Ali Saidi Ali, unaweza kuweka majina matatu Ali Saidi. Namba yako ya nchi ni ngapi? ni kwa Tanzania ni 255, kwa Kenya ni 254. Alafu hapa utaweka namba yako ya simu utaendeleza, halafu hapa utaendeleza namba yako ya simu kama 077, ngapi ngapi ngapi, utaweka huko. Hapa chini unaandika house au street, hapa unaandika mtaa, fano mfano na, naandika mtaa mkoroshoni. Halafu hapa mbele, hapa mbele pana mambo ya apt na suite nini. Hujui haya mambo, weka maziro maziro manne hapa ni Regino mkoa gani utaandika, labda Tanga kwa mfano, alafu mji gani sijui, barabara ya ngapi alafu kwenye zip code utaweka kama hujui kitu zip code, weka 0000 alafu ukisha, ukisha kumaliza hapa utatia tiki, alafu utakonfirm taarifa zako zimesha kaa hapo. Taarifa hizi ndio taarifa ambazo zitakufanya uletewe mzigo uliko, wao watafuata taarifa za hapa. Ukidanganya utakuwa umejidanganya mwenyewe, sawa. Tayari hapo imesha kuja, mwishowe utapata taarifa kama hizi, halafu kuna payment method, sehemu ya malipo. Payment method, njia gani unataka kutumia kwa ajili ya kulipia? Na sasa tunaenda kwenye payment method, njia ya malipo. Unataka kulipia kupitia njia gani? Hapa imekaa Visa lakini, hapa chini imekaa add new card, kwa yule mtu ambaye bado hajafanya bado hajaunganisha taarifa zake atakutana na kitu kama hichi ambacho ninataka kukifanya mimi, add new card. Hapa narejea kwa yule ambaye hajafanya, yani kwa yule mtu mpya, ndio kwanza hujawahi kufanya chochote, utakutana na kitu kama hicho. Mimi nimesajaza, utakutana na kitu kama hicho. Hapo utaweka kadi namba. Kadi namba inakuwa ile ile kadi yako ya benki, inakuwa ina namba nyingi, ndio utaweka hapa. Halafu hapa, halafu hapa utaweka kwa mfano card number hiyo hapo, alafu hapa utaweka card holder, jina lake, yani mmiliki wa kadi nani, nakusudia jina lako. Alafu hapa utaandika mwezi wa hiyo kadi kumaliza ni mwezi gani, utakuta pale imeandikwa labda ni Machi au nini, tarehe ngapi utaweka, tarehe ngapi utaweka, utaweka hapa labda kama okay. hapa ni mwezi, hapa ni mwaka itamalizwa magani 28. Alafu hapa CVV hii ni sehemu ambayo ile kadi nyuma ina namba tatu. Hizi namba ni siri ambazo hazitakiwi mtu wote kuziona. Uta, utazijaza kisha maliza hapo na confirm, tayari imeshakaa kwa hiyo itakuwa tayari umeshajaza hatua mbili, umeshajaza wape mzigo wako upelekewe, umeshajaza njia yako ya malipo. Ukishajaza hizo hizo hizo taarifa zako, hapa utatia tiki, labda labda kwenye hiyo kadi yako au kwenye nini, utatia tiki hapa na muda mwingine inakuwa inajitiki mwenyewe. Ukitia tiki tu huku itakuja pay now, pay now, lipa sasa. Ukibonyeza pay now pap, nabonyeza pay now, nalipa, naona hapo pesa inakatwa kutoka benki moja moja, kwa moja pesa itakatwa, sawa. Unaona sasa, mimi nimeambiwa vipi don, unaona hapa mimi, mimi nimeambiwa not enough balance, sina salio la kutosha kwenye hii kadi yangu ambayo nimeweka. Lakini ingekuwa nina salio hapa, pesa ingekatwa na mzigo ukaanza prosesi za kupakiwa. Kwa kumalizia video yetu hii, bila shaka tumeshajifunza hatua zote, kutoka ile ya kwanza kujisajili, mpaka kufanya manunuzi na mpaka manunuzi kukamilika. Sasa Swali linakuja vipi? security security, usalama wa pesa yangu. Mfano limetokea lolote, sikuletewa pesa yangu a, yani mzigo hukufika, na vipi pesa yangu nitaipata? Na vipi mzigo wangu utafika, tayari nimesha nunua, vipi utafika mzigo wangu? Naanza na swali la pili, mzigo wako utafika vipi? Hawa AliExpress wao ukisha kununua, kuna kampuni nyingine ambayo hiyo kampuni inapita kwenye maduka, inapokea mizigo na kila siku. Yani hivi tunazungumza, basi watu wananunua mamilioni ya watu. Kwa hiyo wanapita kila duka, alafu wakishapita kila duka wanaekusanya yote sehemu moja store, alafu store inagaiwa, hii hapa ya kwenda Afrika, hii ya kwenda Asia, hii ya kwenda wapi, hii ya kwenda wapi, hii ya kwenda nchi gani, inagewa kama hivyo, halafu inafuata hatua ya kuingizwa kwenye ndege, na mara nyingi wanakuwa na destination tofauti wanazopitisha mizigo yao. Lakini mara nyingi kwa mizigo inokuja kwenye nchi zetu wanapitisha Singapore, inapita Singapore, halafu moja kwa moja kwenye ndege mpaka kwenye nchi yako. Ikifika kwenye nchi yako wewe huna haja ya, ku, ya kuhangaika. Wao wanaikabidhi kampuni au, au taasisi yako ya mambo ya, usa, mambo ya usafirishaji kwenye nchi, kwa kwetu sisi Tanzania, ni posta. Posta wao ndo wana jukumu la kusafirisha mizigo, kwa hiyo watakabidhiwa wao, posta Tanzania. Wakikabidhiwa posta wata ule mzigo zile taarifa tulizojaza kwenye kile kipakeji wao posta watatumia taarifa zile, huyu Juma kajaza, yuko wapi? Yuko mkoa fulani, au yuko Tanga, yuko wapi? Wataingiza kwenye posta ya ya Tanga, mzigo utafika mpaka Tanga, itasomwa sehemu gani? Sehemu fulani, hapo utapokea simu, utapigiwa simu, wendo fulani ndio, njoo posta kuna mzigo wako. Hali hii yote ambayo prosesi yote hii ya kutoa mzigo mpaka huko mpaka mzigo ukisha kufika, una ukagua mzigo je, ndiyo mzigo wangu nilio nilioagiza na kila kitu, ikiwa ndiyo, pale pale posta wao wana wanakuwa na mashine, wana scan, wakisha skani ndo wana confirm ile oda yako kwamba tayari mzigo huyu tumeshampa na mzigo wake ndio ule ule. Hilo ni kwenye upande wa kwamba utakufika vipi, na hii njia ni salama salama salama utakufika mzigo, utakufika tu, hakuna njia usikufike, kwa sababu kila anayekabidhiwa njiani anatilishwa saini. Kampuni ya Tanzania ikifikisha inatilishwa saini, kwa hiyo kila mtu anatilishwa saini. Hilo ni swali la kukufika mzigo, lakini likitokea vipi vipi, nitopata mzigo wangu, ni jambo la liki, likitokea tatizo mzigo wangu haukufika, au, au niliopelekewa au niliope sio usipate shida we njoo huku upande, ingia kwenye mtandao wa AliExpress kulekule, kule ulikonunua. Huku njo se, sehemu hii ya akaunti ya ambapo, hapa utakuta lile jina lako jina lako. Ukisha hapa, utakuja kwenye my my, my order order my order, utaifungua ile order. For example order, order yangu ndiyo oda yangu ndo hii, kwa mfano, naifungua tena. Okay, nikishafungua tena, sasa hapa kinachopata, naweza nikafungua mashtaka kupitia hii oda. Kwa sasa hivi hapa mie siwezi kufungua mashtaka kwa sababu huu mzigo tayari nimeshapokea zamani na siku nilizopewa zimeshapita. Hii ni Alzenjbary Technology, na kama una swali lolote kuhusu mada hii kuhusu mambo hayo tuliozungumza milango iko wazi, naenda kwenye sehemu ya comment, weka swali lako, nitakuja kulijibu kwa kina kabisa. Na kama ndio kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, hujachelewa. Hapa ndio sehemu yetu ambapo tunapeana technology na wewe. Ili uwe memba wetu, usisahau kusubscribe, subscribe ili uendelee kupata video nzuri na zaidi na zaidi. Tukutane kipindi kinachofuata. Asalamu alaykum.